Na mtazamaji, kamati maalum ya tume ya uchaguzi na mipaka nchini IEBC inayosimamia uteuzi wa makamishna wapya inaanza mahojiano yake hapo kesho. Na zoezi hili litakalochukua siku 33 litafanikishwa na kubuniwa kwa tume mpya ya IEBC itakayosimamia uchaguzi mkuu wa mwaka 2027. Gatete Njoroge anaarifu. Kamati ya uteuzi inayoongozwa na Daktari Nelson Makanda itaanza zoezi la kuwapiga msasa waliotuma maombi kujaza nafasi kwenye tume ya uchaguzi ya mipaka nchini IEBC. Wanasheria 11 wakiwa wa kwanza kwenye orodha kujaza nafasi iliyowachwa wazi na aliyekuwa mwenyekiti marehemu Wafula Chebukati. Jumatatu aliyekuwa mwenyekiti wa tume ya utekelezaji wa katiba Charles Nyachae, msajili wa zamani wa mahakama Anne Amadi, hakimu mkuu Abdul Kadil Lorot Ramadhan na wakili Edward Katama Ngeiwa wakifungua jamvi la msasa huu katika taasisi ya mafunzo ya bima hapa Nairobi siku ya Jumanne. Erastus Endung Ethicon, Francis Kakai Kisinga, aliyekuwa karani wa jiji la Nairobi Jacob Ngweli, na mwenyekiti wa sasa wa bodi ya kampuni ya Kenya Power Joy Masinde Mdivo, watapigania nafasi hii kuwa mwenyekiti wa IEBC. Lilian Wanjiku Manegeni, Robert Akumu Asembo na Saul Simiu Wasilwa watafika mbele ya kamati ya Daktari Makanda katika siku ya mwisho ya kumtafuta mwenyekiti wa tume hii ya uchaguzi siku ya Jumatano. Watu wengine 105 watahujiwa kujaza nafasi za makamishina sita wa tume hii itakayohusika pakubwa kupanga mikakati na kulainisha mipangilio ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2